Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Nikukaribishe mdau popote pale, karibu moja kwa moja. Makala ya leo tunaenda kuzungumzia namna ya kujitoa kwenye vifungu vya giza. Inawezekana umekuwa ukikutwa na changamoto ya kujihusisha na nguvu za giza au umekuwa ukikumbwa na kadhia hii, basi makala hii leo nakuletea ili ujifunze namna ambavyo unaweza kujitoa au kujing'atua kwenye vifungo vya giza. Karibu na moja kwa moja tuende pamoja. Kulingana na Biblia kujitoa kwenye vifungu vya nguvu za giza kunaweza kufanyika kwa njia ya imani katika Yesu Kristo, maombi na kutumia neno la Mungu. Biblia inatoa mwongozo wa kiroho na msingi wa jinsi ya kushinda nguvu za giza. Hapa kuna hatua kadhaa ambazo ni muhimu na utazichukua ili kufanya mabadiliko na kujitoa katika nguvu za giza. Moja ni kumwamini Yesu Kristo kama mkombozi wako. Yesu Kristo ndiye njia ya wokovu kutoka kwenye nguvu za giza. Kwa kumwamini na kumkubari kuwa mwokozi wa maisha yako, utakuwa umeachiliwa huru kutoka kwenye vifungo vya giza. Wakorosai sura ya kwanza, mstari wa kumi na tatu. Yeye alituokoa kutoka katika ufalme wa giza akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Yohana sura ya mstari wa thelathini na sita. Basi ikawa mwana akawekwa huru mtakuwa huru kweli kweli. Mbili ni kutubu dhambi. Dhambi inaweza kuwa ni lango ambalo nguvu za giza zinaweza kuingia. Kutubu dhambi mbele za Mungu kunaleta utakaso na kufungua mlango wa uhuru. Yohana wa kwanza sura ya kwanza, mstari wa tisa. Kama tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki atatusamehe dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tatu ni maombi na kufunga. Maombi yenye nguvu na kufunga husaidia kuvunja vifungo vya kiroho na kushinda vita dhidi ya nguvu za giza. Marko sura ya 9 mstari wa 29. Yesu akawajibu, aina hii haiwezi kutoka ila kwa kuomba na kufunga. Waefeso sura ya 6 mstari wa 18, kwa maombi ya kila namna na kwa maombi ombeni kila wakati kwa Roho. Nne ni kutumia neno la Mungu. Neno la Mungu ni silaha dhidi ya nguvu za giza. Yesu alitumia maandiko kumshinda shetani alipokuwa akijaribiwa jangwani. Waefeso, Waefeso sura ya sita, mstari wa kumi na saba na ipokeni chapeo ya wokovu na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Matayo sura ya nne, mstari wa kumi. Yesu akasema nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa utamwabudu Bwana Mungu wako na kumtumikia yeye peke yake. Tano ni kukiri imani na kukataa ushawishi wa giza. Ni muhimu kukiri imani yako kwa sauti na kwa nguvu ya jina la Yesu. Ukatae uhusiano wowote wa giza au ushawishi wowote wa kipepo. Yakobo sura ya nne mstari wa saba, basi mtini Mungu, mpeni mpingeni shetani naye atawakimbia. Sita ni kuishi maisha matakatifu, kuishi maisha ya haki na kujiepusha na maovu kunasaidia kukaa mbali na vifungo vya giza. Hii ni pamoja na kutokukaribisha au kushiriki katika mambo ya giza kama ya uchawi, mizimu na tabia zisizo za kiungu. Waefeso sura ya tano mstari wa kumi na moja msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali Muyakemee. Kwa kumtegemea Mungu, kuomba, kufunga, kutumia neno lake na kuishi maisha safi mbele zake, unaweza kuvunja vifungo vyovyote vya nguvu za giza na kuishi katika uhuru wa kiroho. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kujitoa kwenye vifungu vya giza. Makala hii bila shaka imekufundisha namna ambavyo unaweza kujitoa kwenye vifungu vya giza. Hakikisha unafunga, unaomba, unamtegemea Mwenyezi Mungu, ili kuhakikisha kwamba nguvu za giza hazikukaribii au kujitoa kabisa katika vifungu vya nguvu za giza. Mambo haya yamekuwa yakiwakabiri watu wengi, wamekuwa hawafanikiwi, wamekuwa hawapigi hatua, kila wanachokifanya hakionekani, wanajiuliza maswali mengi kwamba sababu ni nini. Makala hii imejibu maswali yako yote ambayo siku zote umekuwa ukijiuliza. Hakikisha unajitoa kwenye vifungu vya nguvu ya giza kwa kufunga kwa kuomba na kumwamini Mungu kama mwokozi wa maisha yako. Nikushukuru sana, endelea kuwa na Kikoo Media, usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kwa taarifa zingine ambazo tunakuletea. Asante na kwa heri.